Asante sana Baba Mwakajinga kwa niaba ya wazee wengine wa imani, Ibraline baada ya Ibraline, mwakilishi wa Ibraline, of course, ndio maana asante hapa. Uh, palikuwa pana katibu tawala ambaye nafikiri ameshatoa wakati wanatoa viongozi wa serikali basi, niombe majirani, tuombe majirani, majirani wa eneo hili, taasisi za TAG CCT Ah, CPCT Kilimanjaro. CPCT Kilimanjaro, karibuni. CPCT. Hilo hilo lisirudi, liletwe liweke hapo. Hilo shada lisirudi la taasisi, walikuja wakati wa wakurugenzi, walikuja na wa taasisi pia kwa hiyo li... Basi niombe mashada aliyobaki majirani, pamoja na ndugu wengine, niombe tuyalete sasa, tuyaweke hapa. Wewe uliyeweka uliyeshika shada lilete hapa sasa, lilete hapa. E, lilete ilo shada. Waandishi wa habari, watu wa kamera, watu wa picha, wow, wow, wao huwa hawaweki mashada, ila wanaweka kwa kupiga picha. Kwa hiyo shada lao litakuwa limepata, e, Karibuni sana. Safi sana. Mazishi yamekuwa ya baraka kubwa pamoja na baraka ya mvua. Asante sana. Sasa tumkaribishe baba yetu makamu askofu mkuu. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kwetu sisi anapozikwa mtu mkuu mkubwa, inanyeshaga mvua hata kama sio wakati wa mvua inanyeshaga mvua. Kwa hiyo hiyo ni kikwetu, lakini sio kibiblia. Jina la Bwana libarikiwe. Nina neno la mwisho ambalo nataka niliseme kabla hatujaipa familia. Kama ina neno la shukurani, naomba mjipange familia, nani atasema neno la shukurani? Eh, kwa hiyo sasa nisikilizeni hili nalosema. Jamani, tumemzika mzee wetu katika eneo la uwanja wa kanisa, ni kwa sababu maalum, ieleweke hivyo. Maana imetokea wakati mwingine na majimboni huko, akifariki mtu anasema mzikeni kwenye kanisa. Sisi hatuna mfumo huo, tunazika kwenye kanisa kwa yule muasisi na kwa sababu maalum ndio maana tumezika hapa. Jambo la pili, tunapozika mtu mkubwa na mwenye, na mwenye historia kubwa na mwenye mambo makubwa, nataka niweke angalizo. Nimekuta mahali fulani, mahali fulani amefariki mchungaji aliyekuwa wa kanisa letu, lakini sasa yule mchungaji akuwa wa kanisa letu na alikuwa mchungaji wa mimi kwa hiyo na mimi niliitwa kwenye msiba ule, nikawauliza kwa nini mmechagua kuzika hapa kwenye uwanja wa kanisa. Wakasema kwa sababu yeye ni mwanzilishi mua, na kwa sababu sina mamlaka nao mimi ni mtiyeji, na wao wana ministry nyingine. Nikaweka angalizo, kwa sababu ninawafahamu wale washirika wenzangu, nikasema, tafadhali msifanye kaburi hili ni mahali pa kuja, sio kutambika kuja kuomba, eti mtu mambo yake hayaendi, anakuja kuomba. Na mimi natoa tangazo, mzee wetu tuliyomzika hapa ana sifa nyingi, lakini tunaomba wasiwepo, asiwepo mtu wa kuja kuomba kwenye kaburi, wala sisi hatuna maombi ya kusema. Tunaomba mzee huko uliko tuombe. Wana, wanafamilia, mnanielewa wanachokisema. Ninyi mkipambana na tatizo, pambaneni na jina la Yesu, ikishindikana, nendeni hospitalini. Kwa hiyo tusione mtu anakuja hapa eti anaomba kwa mzee Lazaro, ah. Ndio maana Mungu aliamua kumzika Musa yeye mwenyewe, na ukisoma ni sababu kwamba kama, wasinge, kama malaika singemzika Musa, mpaka leo Waisraeli wangekuwa wanaenda kuabudu kwenye kaburi la Musa. Musa, Musa akazikwa na malaika na hawajaliona lile kaburi, wametafuta hata katika utaalamu hawajaliona. Sasa na waombeni wote. Tukimaliza hapa, kinachobakia, nafikiri mafundi wataendelea na kazi zao za kumalizia ujenzi, ujenzi mdogo bas, bas isifanyike ibada hapa. Kama umenielewa niitikie kwa sauti kubwa amina. Amina. Kama umeumia na umekwazika mwambie hivyo hivyo, hivyo. Ah. <laughs> Ah, tunaomba mwenyekiti wa ukoo Bwana Arebiam Mwasha kwa ajili ya kutoa ah, neno la shukrani kwa niaba ya familia. Na baada ya hapa ah, usiondoke, pamoja na kwamba hali ya hewa inataka kubadilika hii, kama alivyosema makamu wa askofu mkuu ni kwa sababu ya baraka za maziko ya mtu mkubwa, ndio maana mvua inanyesha. Bwana Yesu asifiwe! Yu hai leo, yu hai leo. Hiyo sauti haitoshi wapendwa. Huyu mtu ajafa, huyo amelala. Mambo yake yako hai na yataendelea kuwa hai kwa muda ambao tutajaliwa kuishi. Yuhai leo, Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa yote na kwa muda huu ninamshukuru Mungu kipekee kwa nafasi ambayo ametupa kwa kujumuika pamoja katika mazishi ya shujaa wetu. Yule ambaye alipanga kuwa leo, kuwa hapa siku ya leo na akakosa, basi amekosa mengi sana sababu so, kwa mbele ya viongozi kama hawa, kuna hazina ambazo tunazichota. Kipekee kwa niaba ya familia ni, ni shukuru wote ambao wamejitoa kwa muda wao na kazi zote kama zilivyoelekezwa kwenye historia na yule ambaye amesimama kwa ajili ya kushukuru kifamilia. Mimi sina mengi ya kusema, lakini niombe familia, siku ya Alhamisi tutakuwa pale nyumbani kwa mzee, angalau tukae, tuna mazungumzo kidogo. Kwa siku ya leo hatutakuwa na mengi. Nifikie mwisho kwa kusema kwamba jina la Bwana libarikiwe na wote tuseme amen. Asante sana baba. Jamani Bwana asifiwe. Uh, matangazo mawili ya mwisho. Na baada ya hapa tutamkaribisha